Kwenye hii list tutaanza na namba kumi mpaka moja. Let's go. Ibana namba kumi ameweza kuishikilia msanii Lava Lava although ikutokea Bite Gang. Lava Lava inafahamika kwamba ni msanii ambaye legacy yake ni kubwa sana hapa Bongo, na katika pesa ambazo amekuwa akiziingiza haswa chanzo kikubwa kimekuwa ni digital platforms pamoja na shows ambazo anazifanya. Lava Lava, kwa dau la show yake moja linachukua takribani zaidi ya dola elfu ishirini. Hapa tunazungumzia zaidi ya shilingi milioni 50. Lavalava, ukimhitaji kwenye show yako, basi itabidi uandae kitita cha pesa zaidi ya milioni 50. Yes, namba uh, 9 ni msanii Shinokid shinokihewy eh, kutokea Wanaman Gang. Msanii huyu ambaye njia yake imekuwa ni kutoka kwa Mario, msanii ambaye anafanya vizuri, aliweza eh, kumsaidia na mpaka kuona Chino Kid akawa hit na anaingiza pesa nyingi sana kupitia shows anazozifanya. Alright, msanii namba nane tamzungumzia Jay Melody ambaye amekuwa E, akijitengenezea namba nyingi kupitia digital platform zake. Jay Melody ukitazama kwenye upande wa YouTube, Spotify, iTunes, Deezer na streaming platforms zote utaona maajabu ya namba zake. Angalikuwa hazungumziwi sana wala si msanii ambaye anapenda kiki na maneno maneno, lakini ukiangalia balaa la streams pamoja na viewers anaowapata hakika utaelewa hiki ambacho ninachokuambia kwamba Jay Melody hashikiki kwenye upande wa streams pamoja na kuingiza mkwanja mrefu huko. Namba saba inashikiliwa na Toto Badi Mario, although kutokea Bad Nation, anafahamika kwa ubora wa kazi zake Mario. Sasa hivi ukizungumzia hit makers hapa East Africa huwezi kuacha kutaja jina lake Mario ameishika namba saba kutokana na mkwanja anao anaoumeka ama kuingiza uh, kwa mwezi mpaka miezi sita na kufikia mwaka. Ukitazama listi ya views pamoja na shows ambazo anazifanya Mario ni miongoni mwa wasanii ambao madau yao ni makubwa uh, kweli kweli. Mario Uh, ukizungumza vile ambavyo amekuwa akivifanya kwenye show zake kubwa pamoja na special events ambazo amekuwa akialikwa, hapa tutazungumzia maharusi pamoja na event nyingi ambazo Mario huwa anaalikwa, basi dau lake si chini ya dola elfu sitini uh, mpaka elfu sabini. Ni msanii ambaye ana value kubwa kweli kweli hapa Tanzania kwa sasa hivi, na hiko ndio chanzo kinachomuingizia pesa nyingi sana Mario, mpaka unaona anamiliki nyumba kali, mandinga pamoja na expensive things. Yes, namba sita inashikiliwa na King Kiba, mfalme wa Bongo Flava kutokea hapa nyumbani Tanzania, Alikiba. Uh, licha ya kuwa ni msanii mkongwe na sasa hivi E, hatoi ngoma back to back lakini bado heshima yake inaendelea kuwepo pale pale. Alikiba ambaye hivi sasa amefungua media yake ya Crown ambayo pia ni chanzo kikubwa sana cha kumwingizia pesa, lakini ukizungumzia kwenye kazi zake za kimuziki utaongelea kiasi kikubwa sana anaingiza Alikiba licha ya kuwa hajaweka wazi lakini ni tajiri pia. So Mboso kan naye pia e, ameweza kuishikilia nafasi ya tano. Of course kwa Mboso, kila mmoja anafahamu kwamba mfano mfupi ni i, ipi yake ambayo ameweza kuitoa EP ya Room na 3 imekuwa ni mojawapo ya chaguo la mashabiki, na ametengeneza pesa nyingi sana kupitia streaming, lakini pia shows ambazo amezipata, Mboso kwa kipindi hiki tu zimemuingizia mkwanja mrefu zaidi ya shilingi milioni 200 za kitanzania na zaidi lakini pia ukizungumzia eh, streams wale watazamaji Mbosso anaowapata, ukipiga mahesabu eh, kwa umakini utagundua anaingiza pesa mingi sana ah, kwa mwaka Mbosso. Of course, Konde Boy pia ameweza kuishikilia eh, namba nne katika listi hii, ni msanii ambaye anafahamika kwa ukubwa wake, amekuwa akiachia hit songs na biashara yake kubwa. Yeye ameamua kufanya muziki, hatujamwona Harmonize kututangazia kufanya biashara nje ya muziki. Harmonize ameamua kuinvesti kila kitu katika muziki, na ndio maana amekuwa akituonesha jeuri ya, ya pesa kwa mandinga makali anaomiliki range rovers ma bmws E, pamoja na magari ya thamani mbalimbali mbali, ukiangalia katika parking yake ambayo huwa anatuonesha kupitia posti zake za Instagram. Pamoja na sehemu nyinginezo ambazo Harmonize huwa eh, tunamuona kwenye ma events akihudhuria akiwa ni mtu ambaye amekaa ki expensive. Harmonize eh, anatengeneza mkwanja mrefu kupitia kote shows pamoja na digital platform. Yes, Juma Jux ameweza kuishikilia namba tatu kwenye listi ya leo na hii ni kutokana na ukubwa wake na sasa hivi Jux ameweza kutengeneza soko kubwa sana kule nchini Nigeria. Hii inamfanya yeye aweze kujipatia mashabiki na itaongeza idadi kubwa uh, ya namba za shows kule. Unafahamu kwamba shows kwa wasanii ni sehemu kubwa sana ya kuwaingizia pesa, na ndio maana Jux ameamua kulikuza soko lake na Nigeria, na hii ni kutokana na nguvu baada ya yeye kuwa karibu sana na msanii Diamond Platnumz, uh, kitu ambacho kimemfanya aweze kuongeza ubunifu pamoja na kuongeza maarifa ya kimuziki pamoja na biashara, namna ya kumarket pamoja na kuupushi muziki kuweza kufika mbali. goma kama enjoy kwa mdomo wake alisema kwamba ilifanikiwa kuingiza pesa mingi mno mpaka hivi sasa. Rayvanny, Vanny Boy kutoka next level akiwa kama president, huyu pia ni kijana ama ni zao la msanii Diamond, ambaye kiukweli ukizungumzia wasanii ambao wanaingiza mkwanja mrefu sasa hivi hapa Tanzania kupitia kazi zao za sanaa ya muziki, e, huwezi kuacha kulizungumza jina lake. Hivi juzi juzi tu tumeweza kuona namna ambavyo Rayvanny amekuwa akipiga streams mabilioni kupitia ule wimbo wake wa Tetema ambao umefanyiwa e, kama e, remix, e, lakini pia ukaweza kupata views wengi ndani ya muda mchache. Rayvani, hakika ya wimbo wake wa Tetema uliweza kumtengenezea pesa nyingi na bado anatengeneza views na kupanda kwenye majukwaa. Diamond Platnumz eh, akiwa kama baba wa, wa muziki wa Wasafi. Yeye ni msanii ambaye hivi sasa amekuwa akishikilia legacy kubwa sana na ni msanii ambaye anafahamika, uh, kwamba kwenye pesa mzee hayupo kinyonge. Simba la Masimba Damgote, ni msanii ambaye anamiliki kwanza gari za thamani kubwa sana na chanzo kikubwa cha pesa anazoziingiza Diamond ni kupitia kwanza kazi zake za kimuziki, lakini pia investments, yani uwekezaji ambao ameufanya nje ya kazi yake za kimuziki ikiwemo kama radio pamoja na TV na biashara nyingine, lakini pia uh, influencing inamfanya aingize pesa nyingi Diamond. Ni balozi wa makampuni makubwa mbalimbali mbali hapa Tanzania ambayo yamekuwa yakimtengenezea zaidi ya mabilioni kwa mwaka Diamond Platinums. Kampuni moja tu kwa mwaka anatengeneza zaidi ya bilioni kumi plus lakini, uh, ukizungumzia makampuni mengine mengine pia uh, yanatofautiana thamani. So vitu kama hivyo hapo huwa vinamjenga na vinamfanya Diamond Platinums kuishikilia namba moja katika listi hii. Hakika kama wewe ni shabiki wa Diamond unaona vile ambavyo vikubwa anavyovifanya. Eh, ana Rolls Royce gari ambayo ina zaidi ya thamani ya shilingi eh, za kitanzania bilioni moja, lakini pia ana mengi ambayo Diamond Platnumz anayafanya yanaashiria kwamba ni msanii mwenye pesa nyingi na anaongoza nambari moja sasa hivi, eh, hapa nyumbani, Tanzania. So, una lipi la kutuambia? Hii ni Tanza Live. Usisahau kusubscribe, tuambie kwenye comment ni msanii yupi mwingine yupo.